Salamu alaikum na kukaribisha katika makala yetu ya leo, tunapoendelea kujifunza aina za maneno. Leo tunajifunza kuhusu vihusishi. Vihusishi kama tulivyosema awali, ni maneno ambayo huonyesha uhusiano baina ya kitu na kingine au mtu na mwingine. Chini ya vihusishi kuna vihusishi vya wakati, vihusishi vya mahali vihusishi vya a unganifu, vihusishi vya sababu, vihusishi vilinganishi na kihusishi na. Vihusishi vya wakati, vihusishi vya wakati ni maneno yanayoonyesha uhusiano wa kiwakati, labda uhusiano wa kitu na kingine, na uhusiano ambao ni wa kiwakati, ama uhusiano wa mtu na mwingine, au mtu na kitu na ule uhusiano uwe ni wa kiwakati. Mfano ya vihusishi vya wakati kuna tangu. Tangu mfano ukisema wamekuwa wakiimba tangu asubuhi. Tangu pale ni kihusishi, kihusishi cha wakati, kwa sababu neno lile linaonyesha uhusiano kati ya kutendeka kwa kitendo na muda ambao kitendo kile kimekuwa kikitendeka. Wamekuwa wakiimba tangu asubuhi. Mfano mwingine wa kihusishi cha wakati ni hadi, baada ya, mpaka, kabla ya, natoka. Nitarudia, tumesema kuna tangu, kuna hadi, kuna baada ya kuna mpaka kuna kabla ya na kuna toka. Hebu tutumie kabla ya katika sentensi. Mfano, tunaweza kusema aliwaaga wazazi wake kabla ya kuondoka. Aliwaaga wazazi wake kabla ya kuondoka. Kitendo cha kuaga na kitendo cha kuondoka vinahusiana, lakini kuna hili neno kabla ya. Kabla ya kutendeka kwa kitendo hiki, kitendo hiki kilitendeka kabla ya kuondoka. Kitendo cha kuwaaga wazazi kilitendeka kabla ya ndio, inaonyesha uhusiano, uhusiano wa kiwakati, na ndio maana kabla ya ni kihusishi cha wakati. Baada ya tuone baada ya katika sentensi. Tunaweza kuwa na sentensi, baada ya sherehe tulielekea nyumbani. Baada ya sherehe tulielekea nyumbani. Baada ya ni kihusishi cha wakati, kwa sababu kinaonyesha neno lile, baada ya linaonyesha uhusiano, uhusiano ambao ni wa kiwakati. Swali, nina swali hapa. Tambua vihusishi vya wakati katika kifungu hiki. Nitasoma kifungu. Nilisoma toka asubuhi hadi jioni bila kupumzika. Nilikaa darasani mpaka mwalimu alipoturuhusu kuondoka. Kabla ya kurudi nyumbani, nilipita dukani na kununua chakula. Na baada ya kufika nyumbani, nilikula kisha nikapumzika. Nitarudia. Nilisoma toka asubuhi hadi jioni bila kupumzika. Nilikaa darasani mpaka mwalimu alipoturuhusu kuondoka. Kabla ya kurudi nyumbani, nilipitia dukani kununua chakula. Na baada ya kufika nyumbani, nilikula kisha nikapumzika. Tambua vihusishi vya wakati katika kifungu hicho. Sekunde za kujibu ni sita. Sekunde sita kujibu vihusishi vya wakati hapo. Naam, naam. Majibu yako hapa, tusahishe kwa pamoja. Tunatoka nilisoma toka, toka asubuhi, kuna kihusishi toka. Hadi katika hadi jioni, hadi pia ni kihusishi. Mpaka nilikaa darasani mpaka mwalimu, mpaka ni kihusishi cha wakati. Kabla ya kabla ya kurudi nyumbani, kabla ya. Na baada ya, baada ya kufika nyumbani. Sijui umepata ngapi? Ikiwa umepata zote, basi hongera na huo ndio mwisho wa makala yetu ya leo. Tuonane tena katika makala mengine, tuweze kusoma na kuelewa hizo aina zingine za vihusishi vya wakati. Nimekuwa mwalimu wako, na mpaka tutakapoonana tena, na kutakia wakati mwema.